Nimegundua wafanyabiashara wengi ambao waliwahi kununua followers, sasa hivi wanatengeneza content vizuri, lakini zile content haziendi mbali, hazina az, reach, hazipati views, hazipati hata engagement. Sasa na, na hisi nishafanya kazi na wafanyabiashara wawili ambao walikuwa na hiyo challenge. Kuta mtu amekusanya followers wake wengi alafu account yake akiposti, ya anapata ya views hata mia hawafiki, kama ni mia, hamna likes, hamna engagement, hamna comments. Na ukiona account haina engagement, ina maana hata kubadilisha hao followers kuwa wateja itakuwa ni vigumu, kwa sababu hata hawafanyi engagement, hawa engage, hawapigi story na wewe. Kwa hiyo ni bora upate views kidogo, alafu kuna engagement kubwa kwenye account yako kuliko kupata uh, kuwa na followers wengi, alafu hamna hata engagement, hamna hata views. Sasa dawa yake ni nini, unaweza ukaniuliza? Ah, asante sana kwa swali, alafu nilikuwa nadhani hautauliza lakini <laughs> pia nikierere changu cha kutaka kukwambia. Okay, so kama uliwahi kununua followers, unaweza kutumia hii njia rahisi na nikishakuelezea pia naomba umtumie rafiki yako hii video ambaye aliwahi kununua followers. Okay, so kwanza nikuelezee sasa kwa nini ulivyonunua followers haijakuletea mauzo, amna engagement. Okay, very simple, let's say una account ya Instagram au TikTok au Facebook au oh whatever. Hii account, ili watu wanaokuja kwenye hii page na content unazo post ziwe zipate engagement, na maana watu walio kufollow wanabidi wawe wanavutiwa na vile vitu unavyoongea kwenye content, ili wa, waelewe wa like, wa, wa share, wa save, si ndio? lakini sasa, kama hawa watu hawakuelewi, hawa waku, hawajui unazungumzia nini, hawa hakuna kitu kinachowavutia kwenye kitu unachozungumza hawato like, hawato share, hawato comment, hawato save. Kwa hiyo content zako hazitopata views na hazitopata engagement, na algorithm inajua. Algorithm inajua kabisa kwamba okay, hii content uliipost, tumewapelekea followers wako hawajaonesha engagement, hawaja like, hawaja share, hawaja save, kwa hiyo hatutoipeleka kokote kule. Sasa hiyo ndio inayosababisha account yako kama umenunua followers isipate views na isipate engagement. Sasa dawa yake ni nini? Dawa yake ni very simple. Kama hutaki kuanza upya, okay? Kama hutaki kuanza na account mpya, unaweza kufanya hivi. Unaweza kutenga kidogo bajeti ya matangazo. Na hii bajeti naomba ui sacrifice kwa sababu ulishajichanganya, ukanunua followers. Hilo lilikuwa ni kosa lako. Tukubaliane tu. Pole sana, lakini pia haikuwa kosa lako kwa sababu labda mtu aliyekushauri alikuwa naye haelewi anachokushauri. Okay? So, unachoweza kufanya ni kutenga bajeti kidogo ya matangazo na hii bajeti ya ma... inaweza kawa kidogo sana, na ile bajeti ya matangazo ile, unatengeneza content kwa ajili ya awareness, au tangazo kwa ajili ya awareness. Alafu ile tangazo unaliacha liende, unaliboost, unalirusha, unaliacha liende. Alafu unafanya ile tangazo watu waje kwenye page, sio WhatsApp, sio DM, watu waje kwenye page. Kwa nini watu waje kwenye page? Kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, watu wakija kwenye page watu watavutiwa na vitu unavyofanya kwenye akaunti sasa hivi, watakufollow. Kwa hiyo tutaua njiwa wawili kwa jiwe moja. La kwanza, njiwa wa kwanza ni kwamba utapata followers. Ya pili, watu watakaovutiwa na kitu unachokifanya, au kama unauza bidhaa au huduma, watanunua kwa lile tangazo, kwa sababu matangazo by default yakiwafikia watu sahihi, wale watu wanaotoka kununua vitu vyako watanunua hata kama hautawashawishi sana. Kwa hiyo tutaua njiwa wawili kwa jiwe moja. Utakusanya uta, uta, uta sasa followers angalau pata hata followers mia, mia mbili au mia tatu, ambao wamevutwa wame sasa wa followers walioletwa na tangazo, ambalo hawa watu sasa walio kufollow wapya, wanajua unachokifanya. Sasa hawa watu naomba uwaheshimu. Naomba uwaheshimu. Naomba wakilike, waki washukuru labda kwa kulike, wakikoment, jibu comment zao, like koment zao, piga story nao. Kwa sababu algorithm, kitakachotokea hapo ni kwamba, next time ukipost, algorithm itawapelekea hiyo video wale watu ambao wamekufollow wapi watawapelekea ile video. Sasa kama watakuwa washafanya engagement na wewe kwanza, labda walivyo like video yako, walivyo share, walivyo save, walivyo comment, mka, mka chat kidogo, then video yako inayofuata then wataanza kuengage. Sasa algorithm itakachofanya itachukua content sasa kuanzia hapo zinazofuata, itaanza kuwapelekea watu wengine kama hao waliokufollow. Kwa hiyo kwa mwezi mzima unaweza ukarusha matangazo, alafu baada ya hapo ukazima matangazo alafu kaanza kutengeneza content, lakini nataka ufocus kwenye engagement sasa. Kwa hiyo hatua ya kwanza tumemaliza awareness, tunaenda kwenye engagement. Tunaanza kufocus kwenye engagement. Kila comment unayopata hakikisha unajibu vizuri. Kila swali ambalo unapata DM hakikisha unajibu vizuri. Unaanzisha conversations, unatengeneza meaningful connections. Ukifanya hivi consistently kwa miezi mitatu mpaka sita, utaanza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye akaunti yako. Lakini kama haujui content gani za kupost kwa ajili ya awareness, then uh, yeah, so nina darasa specific kwa ajili ya hilo jambo. Actually, na madarasa specific kwa ajili ya hilo jambo. Kwa hiyo ni text DM. Uh, lakini pia andaa bajeti kwa ajili ya hili jambo kwa sababu uh, ya. Yeah. Lakini dawa yake ipo usi, usi, usifadhaike. Ah uh, japokuwa washakubananga huko alafu washakubagaza. <gayarikia> usijali, usijali. Na unaweza ukatenga account yako unaweza ukairudisha ikaanza kurudi ikaanza kupata engagement. So ngoja ngoja niendelee hapa nikupe story nyingine. Kuna mteja wangu mmoja yeye alinitafuta na ni mwanafunzi wangu sasa hivi. Aliwahi kununua followers. Sasa ukinunua followers, wale watu wanaokuuzia followers wanakuuzia followers wa nchi nyingine. Kwa hiyo unakuta unanunua followers kutoka huko Pakistan. Kwa hiyo sasa wewe kama haujui ki Pakistan, haujui kucheza nyimbo za Kihindi, ni vigumu sana kuaridhisha hawa watu. Sasa hawa watu watanunuaje vitu vyako na wewe unauza vitu kwa watu wa da. Eh? Kwa hiyo unahitaji kuwa na, na followers ambao wapo kwenye lile kundi ambalo linaweza likanunua bidhaa au huduma zako. Sasa ukitengeneza tangazo, unalirun lile tangazo kwa watu ambao wanaweza wakawa wateja wako labda una labda, labda Dar es Salaam au Tanzania e, alafu unavutia watu sahihi, unazungumza vitu sahihi kwenye tangazo ili uvutie watu sahihi kwenye ile tangazo ili watu watakao kufollow sasa hawa wapya wawe ni watu ambao ni kama unaanza upya technically okay? Sasa kuna, kuna, kuna faida ya kuwa na followers wengi, ndio maana watu wengi wanadhani kwamba ukiwa na followers wengi ndio unauza zaidi. So, that's not necessarily true na naishi kitu nishakiongelea sana hapa, ukiangalia kwenye video zangu nyingine nimekizungumzia lakini sio nesasari, sio kwamba ukiwa na followers wengi ndo unauza zaidi, lakini ukiwa na followers sahihi unauza zaidi. Sasa ukiwa na followers wengi, faida yake ni kwamba mtu akija kuona akaunti yako, mtu mpya akaona una followers wengi, labda elfu tano elfu kumi elfu ishirini elfu thelathini laki moja, anaweza akakuamini zaidi, kwa sababu kuna kundi kubwa la watu wamelikuta linakuamini tayari mpaka wamekufollow. Kwa hiyo ile ushawishi unaweza ukaujenga kwa hiyo style, lakini kwenye mauzo then it's, it's another story, kwa sababu kama watu walio kufollow sio watu sahihi wa kununua vitu vyako, hawatununua hata kama ni watu laki moja. So, so nilitaka nikwambie hilo, kwa sababu nimehisi kama, nimehisi kama unahitaji. Kwa hiyo kama ulivyo niahidi mwanzo, kwa kuwa umependa hii video, tafadhali share hii video na rafiki yako ambaye unahisi kwamba anaweza akawa alinunua followers, yeah.